Tunafundishwa na mtume wetu Muhammad kwamba maiti baada ya kuamka ndani ya kabri anakuta kaburi pana kubwa. Maiti anastaajabu, wapi niko wapi? Na kwa mafundisho ya mtume Muhammad, maiti wakati yumo ndani ya kaburi, jambo la mwanzo kumjulisha kwamba ile ni akhera, jambo la mwanzo pale alipo, Allah ataleta kitu mfano wa satelaiti Hii satellite inakuja mfano wa siklini, yaani mfano wa television. Yenyewe ni pana lakini, hiyo inakuonyesha wale watu wote walioko juu ya ardhi, wale ambao wameshughulika kuja kukuzika. Allah anaweka mawasiliano ya mwisho. Baada ya mawasiliano hayo hakuna tena mawasiliano sasa ndio maiti anaona pale kwamba mjomba yule pale, kaka yule pale, jamaa wale pale pale. Kwa wale watu wabaya wanakuwa na mategemeo kwamba watanisaidia bwana, hawa jamaa zangu wako bwana, hawataweza kukubali kuniacha sehemu kama hii bwana, basi japo kidogo wanaweza wakanisaidia. Sasa sehemu ngumu, wakati jamaa wanaondoka, kama walikuja na magari, wanaingia kwenye magari yao, wale magari yanawashwa, yanaondoka magari pale. Hey, ndio maiti anapiga ukelele mkali mno na malika anamwambia, hey, fulani mimi, fulani, hakuna kelele huku wewe, sasa ni mtu wa akhira na huku bwana, hakuna kelele huku bwana, kuna taratibu zake. Kila anayekuja huku lazima aojiwe.